Naeswasiwe sana mpendo wa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo, bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo, na katika miujiza hii tunavipata vitu vipya vizuri vya kutusaidia na sisi leo. Tunakutana na muujiza mwingine. Injili ya Luka sura ya sita kuanzia mstari wa kumi na mbili Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, na akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake, akachagua kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mtume: Simoni alimwita jina la pili Petro, na Andrea ndugu na Yakobo na Yohana na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Simoni aitwaye Zerote na Yuda wa Yakobo na Yuda Iskariote, ndiye aliyekuwa msaliti. Amen. Hapa tunakutana na muujiza mwingine. Mimi naweza usiseme ni muujiza, lakini huu ni muujiza wa aina yake pia Ilikuwa siku moja Yesu alipanda mlimani usiku kwenda kuomba, akakesha kule akiomba. Nilipofika mchana, akashuka akaenda moja kwa moja kwa wanafunzi wake. Wanafunzi wake hapo inamaanisha watu wote waliokuwa wakimwamini na kufuata Yesu, hawa wote waliitwa wanafunzi wa Yesu. Sasa akawaita ambia joni wote alipo kesi akachagua watu kumi na wawili katika hao ambao Biblia inasema akawaita mitume hawa kumi na mbili. Jina lingine wanaitwa tena shara tena shara, akawaita mitume au tena tena shara tena shara, maana yake kumi na mbili. Hao majina yao ndio hao yaliyotajwa hapo, kulikuwa na Simoni, ambaye baadaye akamwita Petro na ndugu yake Andrea kulikuwa na Yakobo, Yohana, Filipo, Bartholomayo, Matayo, Tomaso, Yakobo wa Alfayo, alafu na Simoni aitwaye Zerote, halafu na Yuda wa Yakobo, alafu kulikuwa na Yuda Iskariota ambaye baadaye alikuja kumsaliti. Huu ni muujiza, na uita muujiza kwa nini? Kwa sababu watu hawa hawakutegemea jambo hili hata watokea fikiri, katikati ya wengi. Na wewe unachaguliwa katikati ya wengi, unachaguliwa kuwa kiongozi, huo ni muujiza unatendewa na Yesu. Huo ni muujiza kabisa Mungu anakutendea. Na bila shaka, hata wewe yawezekana ni kiongozi au unafanya kazi katika nafasi fulani, huo kwako hesabu ni muujiza uliotendewa na Mungu katikati ya wengi alias gilewataaotewa wewe huo kwako ni muujiza. Hawa nao kwao ulikuwa ni muujiza, kuchaguliwa na Yesu kuwa miongoni na wasaidizi wake ni muujiza wa aina yake. Pendwa mtazamaji wangu, ukiona necessary... kuwa umechaguliwa kuwa kiongozi, kwako hesabu ni muujiza, maana wanaweza kuchagulia wengine wa kwaji, lakini wewe hesabu kwako ni muujiza na kushukuru Mungu sana jambo hili muhimu sana kuwa na moyo wa shukrani. Bila shaka hawa watu walionyesha shukrani zao kwa Yesu, kwa kwa aaa ya kufanyiwa muujiza Mungu, waliosamaniwa kuteuliwa katikati ya e na kufanya kwa k kwa wasaidizi wake. Na wewe kama ni mtumishi wa Yesu Kristo, ni muujiza. Mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, kwangu mimi ni muujiza na ni neema kubwa kwangu, hii ni neema kwangu ni muujiza na uhesabu katikati ya wengi, maana wangeweza kuchaguliwa wenye wazuri zaidi, wenye pesa zao, wenye nafasi zao, lakini umechaguliwa mimi, lakini umechaguliwa wewe. Kwako ni muujiza. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie kuwa katika nafasi hiyo. Mungu akutunze, akulinde, aitunze kazi yako na nafasi yako uliyonayo siku zote za maisha yako na uonyeshe moyo wa shukurani siku zote kwake, na mimi najua utadumu katika nafasi hiyo mpaka mwisho, kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana, amen.